Kwa kutambua umuhimu wa afya yako, tunakuletea ofa ya kipimo cha mwili mzima kwa gharama ya shilingi elfu thelathini. Kipimo chetu kitakusaidia kugundua tatizo linalokusumbua, chanzo cha tatizo lako, na athari au madhara ambayo umeyapata kulingana na tatizo husika. Kipimo chetu kinahusisha zaidi magonjwa sugu kama vile kisukari, vidonda vya tumbo, bawasiri, maradhi ya moyo maradhi ya figo, maradhi ya ini, matatizo ya mapafu, changamoto za viungo na miguu kuwaka moto, ganzi, changamoto za ngozi, uzazi kwa wanawake kama vile hormone imbalance, uvimbe mirija kuziba na kadhalika, changamoto za uzazi kwa wanaume. Tunapatikana Dar es Salaam na mikoa yote Tanzania. Wasiliana nasi kwa namba za simu zinazopita hapo chini. Wote mnakaribishwa.